Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu, alhamdulillahi salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma baad. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wataala na kumtakia rehma kipenzi chetu cha umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naomba tusikilize kisa hiki kidogo ili tupate mafundisho, kuna kitu utapata. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipita katika makaburi pamoja na masahaba zake, lakini baada ya kufika katika makaburi ya watu wawili, akawaambia masahaba zake kwamba hawa watu wawili wapo wanaadhibiwa, na hakuna kitu ambacho kinachowafanya waadhibiwe isipokuwa, mmoja wao alikuwa la yastatiru minal bauli, alikuwa hajistiri na mkojo pindi alipokuwa akikidhi haja, na mwingine alikuwa kana kanayamshibil namima, alikuwa anadumu sana na masala mazima ya umbea. Kwa hiyo hawa watu wawili walikuwa wamepata kadhia ya kuadhibiwa, na bwana Mtume Muhammad Muhamadi sallallahu alaihi wasallam aliwathibitishia masahaba zake katika mambo haya mawili, kuto kujistiri na haja ndogo na kudumu na umbea. Mambo haya yaliwafanya watu wawili waadhibiwe. Kwa hiyo leo tuchukue kisa hiki pia tukizingatie na tukifanya kazi, huenda kuna mambo tunaweza kujifunza kupitia kisa hiki. Ahukum fillahi. Mubaraka Juma. Assalamu alaykum wa